Inawezekana uko hapo sasa hivi wewe mwanamke unapitia changamoto mbalimbali mbali katika mfumo wa uzazi ambazo zinakupelekea wewe kushindwa kubeba ujauzito. Changamoto kama vile uvimbe kwenye kizazi ama uvimbe kwenye mji wa mayai, lakini changamoto ya kuvurugika kwa homoni na kupelekea wewe kushindwa kupata hedhi kabisa ama kupata hedhi isiyo na mzunguko ulio sahihi lakini changamoto ya PID ama maambukizi katika via vya uzazi, hii pia imekuwa chanzo cha wanawake wengi kushindwa kubeba ujauzito. Lakini pia ziko changamoto zinazomtesa mwanamke ukeni, kama vile fangasi ukeni, miwasho ukeni, harufu mbaya ukeni, kutoka na uchafu mweupe mzito kama maziwa mtindi ukeni. Haya yote yanachangia kwa kiasi kikubwa mwanamke kushindwa kubeba ujauzito na yeye kuweza kuwa mama. Hivyo basi kwa kutumia hii package ambayo unaiona hapa, itakusaidia kutatua changamoto zote za mfumo wa uzazi na changamoto zote za ukeni na kukufanya uweze kuwa salama, hata wewe kuweza kubeba ujauzito na kuwa mama. Karibu sana.